wetu wa ishara. Ishara ni Byron Abwili. Naitwa Wanjiru Mbugwa na siko peke yangu. Bila shaka jina langu ni Jamila Mbugwa. Ungana nasi hadi tamati. Vile vile unaweza kuzungumza nasi katika mitandao yetu yote ya kijamii at KBC Channel 1, at Wanjiru Mbugwa na at jamila Mbogwa. Bila shaka Rais William Ruto amesema kuwa utawala wake umewe umewekeza zaidi ya shilingi bilioni mia moja na kumi katika miradi ya maendeleo kwenye kaunti za Kitui, Machakos na Makueni alipohitimisha ziara yake ya siku nne katika eneo hilo no. Akizungumza kwenye ikulu ndogo ya Kitui kwenye mkutano na viongozi wa mashinani, Ruto alisema kuwa miradi hiyo inayojumuisha barabara, nyumba za bei nafuu na masoko itatatua pakubwa changamoto zinaozo wakabili wakazi wa eneo la Ukambani. Yes. Kiongozi wa taifa alikamilisha ziara yake ya siku nne katika kaunti za Makueni, Kitui na Machakos kwa mkutano na viongozi wa mashinani kutoka eneo la jamii ya Wakamba katika ikulu ndogo ya Kitui. Kama kuna watu watatangulia mbinguni bila wengine, ni watu wa Ukambani. Because you are good people. Viongozi walioandamana naye walipuuzilia mbali ukosoaji wa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wa miradi ya serikali katika eneo la Ukambani. Sasa nyinyi mnieleze, hata kwa miujiza hata kwa kamote kasongo wantam na masgo itabadilisha Kenya namna gani? Ndugu yetu mzee wetu pale jana, Matiliku ameenda usiku wakati wakati wafanyikazi wameenda kupumzika, akasema barabara haiendelei. Anawadanganya wananchi. Nimeona pia juzi, Mheshimiwa Rais, umeenda pale Emali Matiliku. Na hata hapa Ukambani pia tumepata content creators, shida tu ile ya huko Northeastern. Content creators walikuwa ni vijana hapa iko mzee amejifanya content creator. Tumepitishwa kwa mambo mingi sana ya siasa ambayo haiwezi tusaidia. Waziri wa leba Alfred Mutua na kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Kimani Ichung'wah alisema kuwa licha ya Kalonzo kuhudumu kwa miongo mingi katika nyadhifa kuu serikalini ikiwemo makamu wa rais, hakuleta maendeleo katika eneo hilo. Ni unasikia, mimi nawaambia wale mandugu zangu, jameni, my friends, wacheni siasa ya bure siasa ya ukabila wewe unaendesha tu ukabila kutoka asubuhi mpaka jioni oh hawa hawana shares wale wako na shares mingi wale wako na shares kidogo and you never appreciated that you had a responsibility to the responsibility towards people of ukambani please allow those who have a plan those who have a mind and a clear agenda to roll out development to the people of ukambani to do their work lakini shida sio yeye unajua ameshtuka kwa sababu hapendi maendeleo. Kwa hivyo yeye amechanganyikiwa. Tunamwambia ngoja William Ruto atakuonyesha maendeleo vile vile ilivyo. Ruto pia aliukosoa upinzani kwa kuwagawanya Wakenya badala ya kutoa mipango mbadala. Kama mimi ningekuwa mtu muoga, watu wamepiga kelele, wamepiga maandamano, wameniita Zakayo, mimi nitoroke, tungekuwa tuna hii mijengo yote inaendelea kwa hii dunia kusikue, na kuna sehemu ya Kenya imewachwa nyuma ati kwa sababu ya siasa, kwa sababu siasa ni tofauti na mambo ya kuendesha serikali. Kadhalika, alipigia debe miradi serikali inatekeleza katika eneo la Ukambani ikiwemo miradi ya maendeleo ya shilingi bilioni 110. Kati ya hizo shilingi bilioni 64 zitafadhili ujenzi wa nyumba elfu arobaini na nne za gharama nafuu, makazi ya wanafunzi yenye vitanda elfu kumi na tano na masoko 39 ya bidhaa za kilimo. Barabara za umbali wa kilomita 600 zitakarabatiwa kwa gharama ya shilingi bilioni 30 katika awamu ya kwanza ya mpango mkubwa wa kuimarisha uunganishaji biashara na kufungua fursa mpya za kiuchumi. Shilingi bilioni 9.6 zimetolewa kukamilisha ujenzi wa bwawa la Thwake ili kuimarisha upatikanaji wa maji kwa matumizi ya nyumbani, unyunyizaji mashamba maji na ustawi wa viwanda katika kaunti hizo tatu. Huku Rais William Ruto akitamatisha ziara yake ya siku nne eneo la Ukambani, amewahimiza wakazi kuunga mkono serikali yake. Abdi Aziz Ashem, Dira ya Magwiji.